Karibu sana mwanamichezo tuweze kuzungumza michezo na burudani na ripoti kutokea hapa Jumanne tulivyo kwelikweli mitaa hii ya Mwembe Yanga. Nina madhumuni yangu niweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani, kuwa nami kuanzia pale mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya katika vijiwe hivi vya Mwembe Yanga. Na kwenda kunguruma na mwaarabu wa Simba Sports Club. Bwana mzangu uko poa? Alhamdulillah, kweli. Heri, tunashukuru Mungu. Mzangu kitambo hicho safi safi. Uzima upo. Tunashukuru Mungu, Allah karimu. Bwana, mara ya mwisho wakati mimi na wewe tunafanya mahojiano linaniambia kwamba tunapokwenda kucheza dhidi ya JKT Tanzania ni mechi rahisi ila watakwenda kutupa ushindani. Licho kile ambacho tumekiona. Sijajua nilichokiona mimi kama ulichokiona wewe? Ah, mimi nimeona burudani. Yaani tunapoelekea mechi za Simba Sports. Yaani kabla mechi haijachezwa tutamwomba tutam, refari timu pinzani awape goli mbili alafu sisi tuchomoe alafu tutafute la ushindi, eh? Kipato huleta majivuno. Yaani kipato huleta eh, eh, majivuno hmm. Mpinzani apewe kwanza goli mbili, awe anaongoza mbili bila, sisi tuzitafute mbili zake alafu tutafute goli la ushindi. Ah, mbona kama dharau Shehe una soa, Jonathan soa, una Dese Mukwala, una Selemani Selemani, wewe acha, unategemea nini? Hele. Wote wakukose watatu hao. Wote watatu wakukose. Eh. Ah, weke kijukuu cha mtume. Eh? Weke kijukuu cha mtume. Nyuma kuna Jean Ahoua, huwa kuna Niu Maema, kuna Elim Panzu, hmm. Kibu Dennis. Ai, ai, ai. Alikufa, Mungu amrehemu, Simba hii hajaiona. Eh? Aliyekufa, Mungu amrehemu, kwa alipo Simba hii hajaiona. Simba ya asali na maziwa ndo hii sasa. Simba? Simba ya asali na maziwa ndo hii. Kwa nini mnasema hivyo, Simba ya asali na maziwa? Yaani tuna kila aina ya mpira, tunacheza pira misukosuko, pira prizoni breki, pira biriani, pira matanga, pira majanga, yaani pira loloto unalotaka. Yaani tutakupa mpira wewe unaotaka. Wajeda si walitamba sana kabla ya mechi wakasema tutawapa, tuta, tuta, tuta, tuta kipigo cha kizalendo hata kipigo cha kizalendo sisi, tukaenda tumejiandaa, tumevaa mashi, kila kitu kwenda kupokea kipigo cha kizalendo hey. Kumbe mpigaji mwenyewe mchovu hey. Mpigaji mwenyewe mchovu, kachezea mbili za mkwezi hey. Shughuli imeisha bwana, kashinda kushikilia bomba bwana, mkafanya na comeback juu yake sio? Kashindwa ile mechi. Ingechezwa hata siku mbili mfululizo na katika hali ya hewa ya namna yoyote, iwe masika, kiangazi, wale kufa ni, ni kama kifo kwa mwanadamu. Mi nilikwambia wale wakishindwa kutupa kwa hiari si tutapora? Na tumepora, tumeondoka waki, wakishindwa kutupa kwa hiari sasa hivi hmm. wakishindwa watu kutupa pointi tatu kwa hiari si tunapora, alafu si unajua mtu akishapora angalii nyuma hey. hey. hey, bwana mimi, na tuangalie video alafu uzungumze hii ngoma <muchos> <Mwana mkwaje? muchos> Kibaba iko kimeshiba iko miraba minne. Hata umeona wewe kipa? Eh. <cumpti> Hapo anajitafuta anajitangaza pengine labda anataka anataka kuja Simba, Azam au nani ndio maana akakaza. Sasa huo mkwaju ukipigwa na Coastal Union ni kamba. Eh? Eh. Huo mkwaju ungepigwa na mchezaji wa Coastal Union ni kamba. Hapo ana stretch mbavu zote unaziona zinahesabika hivi, anafuata mpira kule yaani wakicheza na Simba ase bwana. Sisi ndio maana tunashukuru, ndio maana kimataifa wanatuambia wanatua, wanatua, sisi wachawi, kumbe ndani sisi tunapata mechi ngumu, mechi ambazo zinatupa kipimo halisi kabisa cha kule kuna tunapokwenda. Hao mm. wenzetu wakiingia sijui nne, sijui tano sijui ngapi huku makundi bwana mm. tumzungumzie Maodo Kante goli, uh, mikwaju zile pasi alizokuwa akizipiga. Bwana jamaa ana experience ya hali ya juu Maodo Kante unaweza ukasema Yaya Ture karudi tena uwanjani eh? Yaani, ukimwangalia lasane Maodo Kante eh, alafu kama una, una, unafuatilia mpira uka, uka umemwangalia vizuri unamjua Yaya Ture mm, tofauti yao labda utaifa tu eh? tofauti yao labda utaifa mm, na yule kacheza Ulaya Manchester City, as nini Barcelona, huyu kacheza huku mm, Heiti Giant ah, yani fundi fundi kweli kweli, yani ni swala la muda tu aingie kwenye mfumo wa mwalimu basi, tule keki e, kekinchi na mema ya bwana. E, hajawahi kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa, dhahiri shahri, mechi zake mbili dhidi ya Dimitri Pantev, ameitwa Nabi Kamara, mnasemaje kwenye kikosi cha Jene. Sio Nabi Kamara hmm, peke yake, wengi wataitwa. Mimi nakwambia na, na mimi mligo, mligo akicheza mechi za Champions League mashindano ya Kafu mechi mbili, Call up ya, ya national team ijayo, Mligo anaitwa, anazima kushoto, anakaa anakaa benchi Mohamed Hussein, sijui unanielewa vizuri uh -huh. national team uh, ikishapita hii hapa ya, ya, ya, ya mwezi huu mm. national team ijayo Mligo anaitwa, anazima mbavu ya kushoto sasa mm. atakaa benchi nani? Mi sio kazi yangu, kazi ya kocha. Lakini sio mmoja tu atakaoitwa timu ya taifa kwa huyu kocha eh. wote wataitwa timu ya taifa wote wote wataitwa timu ya taifa. Sasa nakwambia kocha ana uwezo kugeuza kopo likawa pipa. Kocha mwenye uwezo kugeuza kopo likawa pipa, watu wakahifadhi maji wakatumia kipindi cha kiangazi, shehe <coughs> yule, yule kocha bwana. Mimi sielewi bwana, yaani ikibidi iki, iki wamuundie tume wamchunguze, make kadanganya watu, ana cheti sijui ana nini hajasoma. hmm. kumbe ni chocha kiki anadanganya watu. hmm. yule ni profesa, yule ni ni mtaalamu yani, yule ni master engineer yule. Vipi majirani, mliwaona majirani? Mimi sio kazi yangu kuwaona eh, lakini nimewasikia, nimewasikia, nimewasikia <laughs> umeshinda bwana goli nne, umemwona Andre Boeli. Ah, sina muda huo wa kuangalia vitu kama hivyo. Yani umetoka kuangalia mechi ya Simba, alafu uje ukae uangalie mechi ya Yanga Ijumaa? Umevaa dari zako safi, umesha swali, umeenda umepiga mandi yako ya mbuzi, alafu baadaye jirani anakuja anakukabilisha ugali tachafua utumbo bwana, siku za sikukuu watu wanakulaga vitu vizuri tu. <laughs> siku za sikukuu ndo siku ambazo kuku wengi wanaumia mbuzi wanaumia hmm. Sasa Simba akacheza jana, alafu kesho unaambia tena nikae nimwangalie Yanga kweli? Hizo shughuli za kufanya zimeisha? Tumekaa ndani siku sita saba tujafanya kazi kweli? Hizo kazi zimeisha za kukuingiza wewe kipato? Kae uangalie Yanga kweli ha kazi za kufanya hazijaisha bwana, mm. E bwana, baada ya mchezo dhidi ya JKT Tanzania hapa kuna break, lakini toka break kituo kinachofuata ni michuano ya Champions League, mechi tatu za mnyama Simba Lunyas. Alama 9 ameconcede goli moja, ana wastani wa goli mbili kwa kila mechi ndani ya ligi kuu Tanzania Bara, hizi ni salamu za namna gani haswa kwa wapinzani ambao wanakwenda kucheza na Simba Sports Club kwenye michuano ya kimataifa nikiwa na maana ya taifa kutokea pale nchini Angola, lakini pia vilevile klabu ya soka ya Petro Atletico, waje waje na akili timamu wa yani waje na yani, waje, na, yani wasije na hesabu kwanza. Tunakuja kupata, tunakuja kupata ushindi, waje na hesabu kwanza, at least tupate hata sare angalau Yaani ukija hivyo kinyonge, tunaweza ukaambulia kweli sare. Unajua kuna mechi unaenda unasema, angalau nipate hata sare na nitosha, angalau kama alivyokuja JKT, utachezea kipigo cha kizalendo mbili moja moja bila. Sasa Petro Petro Petro, so, so mdogo ni mkubwa, lakini so mkubwa kwa Simba, kila mkubwa na kila mtu ana kaka yake. Petro anakuja kwa kaka yake, akija aje na heshima aje na adabu aja mwombe brother, at least hata tugawane pointi moja sisi. Sasa kwa hiari ya na huruma ya pantevu kama itamuia razi ataikubali ombi lao wa atalikubali, wanaweza wakambulia sare, lakini kwa ukatili alokuwa nao yule bwana, sioni akipata hata sare, sioni, yaani katika hesabu za pointi zetu tisa za nyumbani, huyo ndo sadaka ya kwanza. <laughs> Asa huo ndo kafaa, huo ndo kimbe mechi ya kwanza. Ina maana tukishapotea tukishapotea mechi ya kwanza tunatoka kwenye reli tunapotea kwenye mfumo. Huyu atafungwa hata goli la mkono huyu. Eh. Huyu. Kwa Mkapa hapo. Hata eh, goli la mkono atafungwa sisi tutapata pointi tatu. Kikubwa ni mission tuzikubali. Sasa huyu sijui atapigiwa pira gani. Yule kule alipigiwa pira misukosuko. Yule wa juzi JKT <laughs> alipigiwa pira misukosuko suko. Unajua misukosuko eh. Yaani yeye ya alisakamwa tu anataka hataki, na kilichomponza lilo goli alilopata. Kile ndio kilichomponza. Huyu yeah. Sasa huyu sijui atakuja kupigiwa pira gani? Maana sisi sasa hivi hatuna pira moja, pira biriani hatuna. Yaani yeah. Kuna yani, kuna pira mkakati, kuna pira maendeleo, kuna pira burudisho, kuna pira. Yaani kila aina ya pira tutakuchezea. Una, una yani, tunategemea wewe unakujaje? Yaani utakavyo kiufupi, unataka kusema utakavyokuja ndivyo utakavyokupokea, swadakta kabisa. Utakavyokuja ndo utakavyokupokea, na kila mgonjwa na dozi yake uh -uh. kila mgonjwa uh -huh. na dozi yake, yani haiwezekani dozi ya JKT ukaja ukampa Petro de, de Atletico. Uh -huh. Au, au, au dozi ya Petro de Atletico ukampe Fountain Gate. Kila mtu atapata kile anachostahili kwa wakati wake, watulie, yani hii nizamu yani. akitoka mmoja anaingia. kama unaingia kumuona daktari, unaingia kumuona daktari, wewe ndo una shida, lakini una hela yako mkononi Dokta, nani? Una, si Simba Simba Sposi. Unaenda kumwona daktari, unaumwa, dokta atakiwa kukusaidie lakini, kwanza uwe na hela ya kumwona daktari. Kwa hiyo kila mtu ashiki hela yake, apange foleni, aje kumwona daktari. Simba Sposi, tutawatibu, tutawatibu. Kila mmoja atakuja kutibiwa maradhi yake na kwa wakati wake. We utasema tu, bwana, mi pananiuma hapa tunaangalia ugonjwa wako, unahitaji operation au unahitaji vidonge mm. maana kuna ugonjwa mwingine unahitaji operation wala vidonge, unahitaji ushauri tu. Bwana, kutokana na ugonjwa wako huu, acha kula viroba, kunywa maziwa, umepona tayari, umeponaaaa wanaokujao wanapata goli moja goli moja bila. Wale ni ushauri tu, tunawashauri mkija kwa Simba Sports, njoeni kwa njia hii, kwa Simba ndo dokta wa msimu huu. Alafu wagonjwa ndo hao wengine, viande viande, wanaojipanga. Ni kweli tuishi na ile kauli ya Ahmed Ally ya kwamba ukimuona timu yoyote ijacheza, ukiona Simba bado, ukiona timu yoyote inaongoza ligi Simba ijacheza, ukiona so, timu yoyote inaongoza ligi NBC Premier League Simba ijacheza, kakampita pointi ngapi? Moja. Kampita Simba pointi moja. Alafu ana mechi nne. Simba ana mechi tatu. Yani, mchana huu mapema tu, yani mbuzi anakula majani mapema tu, bado mechi tatu nne, si tayari yeah. Embelu embelu <laughs> sepetu, sepetu. <laughs> Mapema tu, yani msimu huu hamna cha mapema. Kwa hiyo paredi mapema tu. Na pia Simba niwape ni tahadhari viongozi watafute namna ya kumlinda huyu kocha wasije tena wale wao Waarabu jamaa wana roho mbaya wale, ah, wasije wakapita naye. Yani wasipokaza, sisi msimu mmoja hatunaye, hayumo, hayumo. Mimi nakwambia, nakunyoshea mapema. Mimi niliwaambia mwaka jana, huyu timu Fadlu, timu akatufikisha fainali hata tukikosa ubingwa kwanza. Mimi nikuhakikishie, Simba nusu fainali kama kifo kwa mwanadamu Tunza hiyo risiti so uje kunionyesha kuni... kuni uh -huh. uni tena unisokole kabisa na unitoboe hata macho mm, kwamba Simba tu Simba msimu huu tu finali kama kifo kwa mwanadamu full stop. Ntafute siku nyingine. Shukrani sana ndugu yangu, karibu tena.